Habari asubuhi, kumekucha. Kumekucha vizuri kabisa, kama unavyoona tumevaa skafu, tuko kwa ajili ya kazi. Yani stori ni fainali, hatuna jambo lingine. Story ni fainali, yaani stori ni fainali. Hmm. Uchague kitanda au kwenye mkeka, shughuli ishafika. Yani si Belkani ajiandae yale yenyewe. Hmm. Hey. imeingia na kafu kutoa taarifa mnyama Simba mechi yake pigwa visiwani Zanzibar. Maoni yako yapoje rao Simba? Nasema ukisikia ukubwa wa Simba sasa ndio unaojionyesha. Kama Belkane tayari anataka kukunja nguo, labda kukimbia, ndio ukubwa wa Simba. Tunaposema Simba ni kubwa, Umaanishe mpaka marabu anataka kutia mguu mkononi apate kukimbia. Tunamwambia popote anapotaka yeye, shughuli itafanyika. Tunalitaka kombe. Tupo tangaza ubaya bwela tulimaanisha. Japo wavimba macho wanamdanganya Belkane, wanamdanganya na kumsumbua wa tu. Zanzibar sio ishu. Zanzibar ni nyumbani, wala hapana hata shida. Simba tume Sema hata kama ngekuwa Victor Town panaruhusiwa salama ya Yanga. Si tungeenda kuchukua kombe. Ilitokea mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Shughuli yake imemshinda kama na vimba macho kwa ajili ya shughuli za watu. Tunalitaka kombe. Mechi tulizocheza viporo vya mechi nne hizi Belkani walikuwa hapa Nanumala, Fadul Debsi, na ndio maana Fadul Devsi alikuwa anacheza mchezo wa kuficha kodi namba. Niliwaambia watu Fadul Devsi anacheza mchezo wa kuficha kodi namba, baada ya kuona kodi namba imefichwa wavimba maji kabidi waelekeze Berkane kwamba uwanja wa Taifa unakarabatiwa kwa haraka kwa sababu ya mechi ya Benjamin Mkapa. Mkikubali Benjamin Mkapa mtakuwa na mechi ngumu kwenu. Bora mwatoe wa mpeleke Zanzibar kwa sababu uwanja mdogo, mashabiki wachache, ndio utakuwa bado sawa na uwanja wenu wa Morocco. Na sisi tunasema wa wajaze watakavyowajaza, hata ingekuwa Vic Town kafu wanaruhusu. Kombe tunalitaka. Tulivyomaanisha ubaya, bora tunamaanisha kombe tunalitaka. Berkane wajiandae. Ratiba La, hii inaonyesha Berkane washaingia uoga. Berkane tayari wanapepesa macho. Tukacheze mechi. Yaani, popote atakapoamua CAF, hata wahamishi apeleke South Africa, si kombe tunalitaka. Japo Benjamin Mkapa pale kwa sehemu salama ingekuwa sehemu nzuri tungeenjoy zaidi. Lakini kama wao wameamua wenye mpira, sisi hatuwezi kubishana kwa sababu sisi tumeandaa timu ya mpira. Sisi hatujaandaa sehemu ile, sisi hatuchezi, hatuchezi. Hatuna tabia hiyo. Ukiandaa timu ya mpira jiandae kwa tukio lolote, jiandae popote. Siasa za Afrika tunazijua, na Simba tumejiandaa kwa lolote. Tunalitaka kombe. Hoteli ya Shabu King, RC Berkane, bado mnyama Simba Sports Club. Sio shida zetu, sio sio shida zetu. Sisi hata tuki, tukiishi pale Forodhani, hata bila kukaa hoteli, tukakesha pale Forodhani, ndio watu katuangenao. Sisi hatuhitaji kusema hoteli Zanzibar ni nyumbani, huku ni nyumbani, popote walipoamua CAF. Wao ni wageni kwao, wao kupanga hoteli juu yao, sisi haituhusu. Si hata tukakeshe pale Forodhani, tunakula urojo. Tunataka kombe. Nasema, bawele, ufuki, maji ndio maana bao moja kwa mbinde sana mnifunga. Nasema hizo ni hadithi za kukalili, sawa, hizo ni hadithi za kukalili mm. mm. kwamba fulani hakupewa mimba, wasogee wao, kama wajabeba mimba acha kukalili maisha yao. Yeah, nasemaje? Yeah. habari ya kukalili kwamba mke yule aliishi naye hakumtia mimba na wewe ukaja kuishi, njoo na wewe uishi uone kama hujaondoka na mimba. Simba analitaka kombe mm. Yeah, ya like maneno ya medial. Sisi maisha mazoe ya mazoea tusihizi mazoea, yaani Simba hii imezamilia na watachagua wa timu sana mm, mara seleboski mara Limasi mara wana haha, wavimba macho hawana kwao hawana chao, goli moja Benjamin Mkapa limewashinda, wamegeuka wavimba macho, wapambe wa shughuli za watu. Niwaambie wasogee waoshe masufuria. Kama tutaamua kuwapakulia ubwabwa tutawapa, ila wasiguse sufuria kamla hawajaruhusiwa. Wakigusa sufuria watawapa tabu watoto wao. Huu tumedhamiria, hatutaki mkono wa mtu tie, watu wache na shughuli yetu, tumalize wenyewe Kam... au, au dua du ndio limewaingia mpaka uh mechi kuhamishwa kupelekwa visiwani Zanzibar. Dua limemwingia na Africans, sio walikuwa wanasoma dua, msiende ah uh ah uh, swala so hilo li lina li lina mambo mengi Unamwona kiongozi wa Balkani ni makamu wa rais wa, wa kafu. Kama makamu wa rais wa kafu anahusika na shughuli zote za utendaji za kafu, kutoka wakaguzi, wasimamizi wa mashindano. Ni namna ambavyo mpira ulivyo. Hata sisi inawezekana tukafanya ubaya bwana tukishasogea huko kwenye nguvu. Ndio maana tunamweleza huyu rais anajiita sana rais wa vilabu, unafanyaje kwa ajili ya Tanzania? Mwisho wa siku amekuwa mvimba macho, anasaidia wageni. Sasa ina manufaa gani wewe kuchukua kuwa rais wa vilabu barani Afrika, kama klabu ambayo inatoka nchini kwako huwezi kuwa na msaada nayo yote, ina maana tunaweza kupambania anapambana kalia. Kama itashindikana Benjamin Mkapa, twende huko kwa Amani Complex, na niwaambie watu wa Simba, mimi nimevaa skafu leo, vita inaendelea, wala tusiingie unyonge. Sisi hawa tunao popote. Nimeshasema, iwe kwenye mkeka iwe kwenye kitanda, tunalitaka kombe. Namtaka Injinia Hersi Saidi mwenyekiti wa vilabu vya Afrika aingilie kati ili swala Simba aicheze Benjamin Mkapa. Sisi hatuhitaji heshima ya, ya, ya, kupewa sisi tunataka heshima ya kupewa, yani atupe mwenyewe sisi hatumlazimisha atupe, yani tunamlazimisha kwa sababu itifaki itamwambia uwanjani awepo, si hataki ku, ku, ku, kufanya kazi yake. Sababu kama wewe rais wa vilabu vilabu vyote ni vya kwako, nataka uliangalie capacity ya Benjamin Mkapa, ina mashabiki karibu elfu sitini ukipeleka amani ina mashabiki kama 15000 unaona gepo la karibu elfu arobaini na tano kwa 15 ni gepu kubwa sana. Alafu itoshe na facility za kiuchumi. Ukiangalia Zanzibar ilipo na hapa Dar es Salaam nadhani sehemu rafiki ilikuwa ni Dar es Salaam. Lakini kwenye mpira utaweza kuchagua chote. Yaani sisi hatuwezi kuwa na kauli za watu ambao wanasajili timu kwa ajili ya mpira. Zeni wanaweka mpira kapuni kutanga kutoka kucheza. Sisi tunacheza popote. Maana nikasema hata kama Vic Town pangeruhusiwa, sisi tunaenda kutwanga. Huu ni ubaya wa Bwela. Ya. Yeah. Mkondo wa kwanza hapo kesho majira ya saa 4 usiku mnyama Simba Sports Club anatupa kataki muhimu katika hatua fainali

Tutatoa tamko mechi itakuwa wapi, namna ambavyo unaona uongozi unajiamini, namna ambavyo unaona Berkane Mwarabu anatafuta pa kupigwa. Yaani Mwarabu anatafuta achague pa kupigwa wapi? Achague popote. Sisi tunalitaka kombe, hatuna hofu yoyote. Au ile kauli inahatisha kwa Mkapa atoki mtu ndio maana Mwarabu akakimbia. Meshaje za kuipeleka Zanzibar. Ana kumkumbwa nayo huyo makamu mwenye kiti, makamu mwenye kiti wa CAF alikuwepo mechi ambayo sisi tunamdunda Benjamin Mkapa. Na yali ingia kwenye pichi kujaribu, kujaribu kufanya vurugu. Alikuwepo mechi ile. Kwa hiyo kumkumbwa nayo Benjamin Mkapa DNA tulioipana ni aina gani? Anaona wanakuja kufa ali wanakuja kufa waidad yeye, yeah, nani balikani naye mwenyewe kesha kula moto huu, kwa pumzi ya moto kesha inywa. Ndio maana unaona anaihofia Benjamin Mkapa. Ahofu atakavyo hofu, sisi tunamsema achague patakavyo mfaa yeye, hatotaki malalamiko. Na mimi natamka hapa kusema wavimba macho na wengine, si ikatokea simba amebeba kombe mkasema tumepiga timu dhaifu. Mbinu hmm. zote mmewaelekeza, kila kitu mmewapa hmm. wapeni kila kitu, nawaelekezeni waje na shuka za kutosha. Unataka hmm. hmm. kusema lau eh, mashabiki wa Young Africans. E, nimekwambia kuna watu wanahama sana timu, walikuwa kwa Mabululu wakaenda Sekfeni wakaenda Konstantini wakahamia Almasri wakahamia Serebosti. Simba hii si tumebaki na kete yetu moja, na mpaka hii unaona wana makocha watatu washafukuza, si tuna kocha wetu Fadlu Davids ta... namna na unaona ambavyo watu hawana shughuli, yaani kila siku mvimba macho anatamani shughuli yani ya watu, yaani kama mtu kibaka mtaani anatembea na ndizi mkononi, shughuli iko wapi? Akavizia ubwabwa, nimewambia ubwabwa huu wa ubaya ubwela, waoshe sufuria, waje waoshe vyombo, ila ubwabwa wenyewe mpaka tuwapakulie, wasitie mkono. Hii shughuli sio ya kwao, wanapapatika kama maharage. Ukataka kutia shughuli hii, shughuli ya ubaya ubwela, wataumia, wasije wakawapa tabu watoto wao. Hii shughuli hatutaki watusogelee. Sasa hii shughuli ya mnyama, naona vyovyote watakavyofanya, sisi tuko tayari wafanye visa watakavyofanya, tukibeba kombe wasitoe kauli ya kusema tumefunga timu mbovu, tumezamilia ubaya ubwela. kwenye nimemwambia, shughuli haikosi watu, matrubai yanataka kukunjwa, matrubai yanataka kuchimbiwa, vyombo vinataka kuoshwa. Nadhani mwii mwenye shughuli, siwezi kuwa muosha vyombo, waosha vyombo wacho wavimba macho ambao wanavizia ubwabwaa ubaya ubwela. Ndio maana nikasema engineer Hersi rais wa vilabu sisi hatumwaliki, lakini protoko inamlazimisha wepo, kwa sababu Mosepe, rais wa CAF yuko pale. Kama bosi wako yupo wewe, mfanyakazi nani usije kwao? Mimi sitaki kumwalika, ila protoko inamlazimisha awepo. Kwa hiyo wawepo wasiwepo, ila shughuli sio wakwao. Wabaki wavimbe macho, washughulie shughuli, lakini hatutaki habari ya kuvamia shughuli yetu. Wameshaanza kama hivyo, wanamshawishi Berkane amehama, sasa ame Zanzibar, wapeleke hata South Africa Yaani mechi hata iende South Africa, sisi hatuna shida. Sisi hatuna makandokando ma, ma ya kusema eti kwa sababu mmeambia hivi hususe, si ugome, si ulie. Sisi hatuna mpango huo, kipigwe, tunalitaka kombe leo. Mnajiamini sana, mmesema Simba Sports Club machukua ubingwa hata hata kama mechi ya kwanza bado haijachezwa. Lau Simba, mbona mnajiamini sana? hata mechi ya kwanza haijachezwa, mmesema ubingwa ni wako, ni kombe la shirikisho. umeona nini Lau Simba? finali yeah. tumeipanda toka Simba Day yeah. unaona ambavyo tumeanza na Real Tripoli timu ilivyokamilika, timu ilivyokuwa imara, kama Al Ahli Tripoli alitoka ali, tukaingia kwenye makundi, wakasema kwenye makundi si Saxafena na historia sina na historia, wakazungumza historia kwamba Simba akapewa nafasi hawezi kusogea popote, tuko kwenye ubingwa wa wachambuzi. Wakasema Simba hii labda miaka mitatu kama wao, alitamka hivyo, ila sisi wenye timu tulijua nini ambacho tunakusudia, na ndio maana tulimwambia mwekezaji Mo Dewji, rudi Simba hii, nataka nguvu moja. Simba hii mpaka wao wamebaki, wameshika midomo, hawakutarajia hapa, ikiwa wao walisajili krimu yote ya Tanzania Dube Chama si nani, wakawakusanya pale, wakasema kwa Yanga hii, na yeye Chama akatamka kwamba yeye timu hii ndio inampeleka kwenda kuchukua kombe Benjamin Mkapa goli moja wamefeli. Sisi tunajiamini. Kwa nini tunajiamini? Unaona Berkane tayari nao washaingia mchecheto, Berkane tayari kashaingia uoga. Sisi tunamwambia twende tukacheze gemu mchecheto anaoonyesha. Sisi tumezamiria kuchukua kombe, tuko serious. yeah Ibrahim Wambokile anasema E, Simba yapa, anaipa asilimia arobaini kwenye ubingwa lakini Belkana anaipa asilimia sitini Simba ni kama handa dogi kwa Belkana, chuma cha kavu, mara nyingi unawezekana ukaamua kukitumia kikasagwe kigeuze nondo, au okote ukafanyia lipea ya kufanya chochote, hata kufanya mtalimbo, mtarimbo. Kwa hiyo yeye Ambokila kae tayari maneno yake ajiandae, najua hakuwa hakuwa yule ambokie, ila baada ya kutoka kwenye futari amekuwa mtu wa ovyo. Watu wa ovyo kwenye mpira wako wengi, kama leo hii utaanza kufanana na watu wengine wa ovyo, na kituo kikubwa kama EFM, watu wanaamini na wanasikiliza, unaongea vitu vya ovyo. Mimi siwezi kuwa naye, kishakuwa chuma chakavu. Hata chuma imara waga, baadaye kikishachoka kinageuka chuma chakavu, kinaenda kupimwa, kinafanya kazi zingine. Ule ni chuma chakavu baada ya kutoka kuwa chuma cha Mjerumani, alivyotoka kwenye futari kimekuwa chuma chakavu. Mimi sina mjadala na yeye. Hana mawazo mapya, hana chochote. Kwanza watu washamwambia alikuwa Redio Abood, alikuwa mtu wa kutangaza vipindi vya dini. Nadhani dini inamhitaji zaidi. Muda mwingine unaweza kupata lana. Hata sisi wa Katoliki tunasema kama uliamua kusomea upadri, umeamua kusomea usista, ukikengeuka, Mungu anakupa adhabu yake. Ile lana tayari aliambiwa kahubiri dini, kakengeuka kaingia mambo ya dunia, mwisho wa siku lana. Nabwabwaja ambacho akijui. Tumzungumzia elimu panzu kibisawara, mkondo wa kwanza katika mechi ya fainali hapo kesho, kiwango chake, silaha zote zinafaa, yani elimu panzu akishirikiana na wenzake, kwa sababu elimu panzu awezi kucheza peke yake, japo ameleta chachu kubwa kwenye timu, lakini wote wanategemewa, kwa sababu Simba inacheza kama timu nacheza kama timu naona, jinsi alivyo. Hata yeye asipopata ushirikiano kwa wenzake, itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo timu inacheza kama timu, naamini katika wote, namna ya upambanaji wote, wataipushi Simba japo elimu panzu ni silaha ambayo tuliipoteza, kwa sababu yule anakusanya watu wengine, watu wengine wapate magepu ya kwenda kuadhibu Belkane. Kwa hiyo tunaomba kama taamka yuko vizuri, kesho ni silaha ya mangabizi ambayo Belkane wanatakiwa wakaangamie kwao. Ah, tunaamini wanajeshi wetu, tuko nyuma yao, wapambane. Unaona ambavyo vita iko ndani ya uwanja mpaka nje ya uwanja, unaona ambavyo wanavyoshinikiza kujaribu kuwatoa kwenye mchezo, ili la uwanja watuachie sisi, wao waende kwenye pichi wakafanye yao, tusiwe kama wale wanaokaa azizikia nafunga goli ando chezi. Sisi hatuna hayo, wakacheze mpira, wakacheze kwenye pichi, hayo mambo ya nje ya uwanja watuachie, tuna dili nayo sisi. Ni propaganda ndogo sana, si tunasema uwanjani, popote tunaenda kucheza. Tunawategemea. Kesho game ni ngumu. Berkane ni watu wazuri, lakini wakapambane. Wanaelewa DNA tulio hapa Simba Day, kwamba Simba ni mapambano, Simba ni nguvu moja, wakaunganishe. Ngumu iwe, wapambane. Matokeo nadhani finali yenyewe taswira inatoka Moroko kwao, wana haki ya kuipambania hiyo finali, watoe taswira nzuri, ili amani ikajae viwanja vya, vya, vya, vya Mwembe Yanga viwanja vya vya, vya za Kiemu. Tutafunga skrini, hauna shida, wenye nafasi wataenda, kwa sababu uwanja ni mchache. Wapambanie finali, then tutaendelea kupambana. Ninabeba kweli Eh hey, tunabeba tuwe dhamiria, yani ubaya ubwela huu, huyo chuma chakavu kabla hajabadilika kuwa chuma chakavu, aliongea kwamba aliye introduce neno ubaya ubwela Mungu anamuona, kwa sababu tayari linawapalia kila mtu mpaka Belkane anapaliwa. Sasa amepaliwa huko ndani ya nchi, wanabwabwaja kila sehemu, sio bungeni, sio wapi, atuchezi mwisho wa siku. Neno la ubaya ubwela linampalia kila mtu mpaka Belkane limempalia, anachagua pa kucheza, lakini sisi tunasema tunaitaka mechi, tunaitaka kombe popote watakaposema, iwe Manzese uchochoroni au upanga golofani, lakini kombe anaitaka mnyama. Kama Kafu wangekuwa na ruhusa mm, kama Kafu wangeruhusu pale ya Viktauni mechi ichezwe, sisi tungeenda pale pale tukatwange. Hatuogopi, tumeandaa timu ya mpira, yani hatujaandaa propaganda. Tumeandaa timu ya mpira, na timu ya mpira haiwezi kuchukua kombe kwa pointi za mezani sawa. Huwezi kuchukua kombe kwa namna ya kuungaunga, yani kutafuta huruma, watu wa kuhurumia. Weka mpira kwenye pichi, maliza matokeo, kombe ubebe. Kombe liko pale, msepe yuko pale, injinia hana namna, atachukua medali. Elimu panzo kidasawala atamvalisha, wewe ni champion. Asante sana.